Nini shida? Wanahitaji utajiri, mnahitaji utajiri? Hei baba. Mtayaweza mashariki? Hei, tutaweza. Mna ujasiri? Hei. Hei. kama mnahitaji utajiri hapa mmepata sisi ndo tunamiliki mali zote za duniani majumba na magorofa dhahabu na vito vya thamani na pesa zote tunazimiliki sisi wewe unafanya kazi gani msonge hmm. huko hmm. action